Kwanza kabisa na kuhusieni katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bila kuisahau nafsi yangu katika hilo, katika amri ambazo alizokuja nazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam, nyingi amekuja nazo lakini, amri kubwa, amri takatifu, ni amri ya sala. Swala ni vizuri muislamu akafahamu, kwani swala ni nini? Wanawazuoni wanaeleza swala ni kitu gani? Katika lugha ya Kiarabu, swala ina maana ya dua. Adduau ni dua, lakini wanawazuoni wakaeleza katika sheria kwamba swala

ina vitendo mahsusi kabisa tena ni maalum. Swala huanza kwa takbir, lakini mwisho wake inamalizika kwa salamu. Hii ndiyo swala kisheria. Lakini swala vile vile imekuja kuwa ni nguzo ya pili katika Uislamu na ikatiwa mkokotezo mkubwa sana kwamba kila Muislamu anatakiwa aone ulazima na wajibu wa kuswali mwenyewe. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema: bunia alislamu ala khamsi, Uislamu umejengwa katika nguzo tano ya kwanza akasema an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hiyo ni nguzo ya kwanza, lakini nguzo ya pili akasema wa iqami salah, kudumisha swala. Iqami salah maana yake ni kudumisha swala, kuswali kwa taratibu zake zilizowekwa, ambapo kila mwislamu anawajibika kujua hizo taratibu, mahala pa fardhi pasuna hapa, karaha hapa, hivi anatakiwa afahamu, lakini anatakiwa aitekeleze ibada ya swala kwa nyakati zake zilizopangwa kisheria. Lakini nguzo ya tatu, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema waitai zaka, kutoa zaka, walhajj wa saumi Ramadhan, hizi ndiyo nguzo tano za Uislamu. Lakini katika nguzo ya pili, katika nguzo hizi ni nguzo ya swala, ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ameisisitiza, ameisistiza na ameikokoteza, kwamba hii ndiyo ibada tukufu ambayo Muislamu anatakiwa ajipambe nayo. Lakini swala ilikuja wakati gani?

Hapa ndipo ilipopatikana swala, lakini aliipata vipi? Katika hadithi ya Anas Bin Malik radhiyallahu anhu akielezea tukio la Isra na namna swala alivyopewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba Mtume sallallahu alayhi wasalam anasema alipokuwa katika safari hiyo, Anas Bin Maliki anahadithia

Lakini nilipopewa swala 50 Mtume anasema fanazaltu ila Musa alaihi salatu wassalam, nikateremka. Wakati narudi safari yangu nikapita mahala alipo Nabii Musa, faqala Nabii Musa akasema madha farada rabbuka ala ummatika, hivi Mwenyezi Mungu mola wako amefaradhisha nini kwa umma wako? Manake kana kwamba Musa anajua huyu ametoka huku alikotoka, kwa vyovyote atakuwa amepewa kitu wapelekee umma wake. Kwa hiyo akamwambia, nini hasa mola wako amefaradhisha kwa umma wako? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema qultu 50 sala, nikasema khamsi, sala 50 ndizo nilizopewa niwapelekee umma wangu. Lakini musa akamwambia irji ila rabbika, rejea nenda kwa mola wako fasalhu takhfifa na ukaombe tahfifu, hawatoweza kuswali umma wako swala zote hizo hamsini kwa siku moja. Kwa kweli Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nikarudi, nikarudi kwa Mwenyezi Mungu mpaka ikafika mahala Mwenyezi Mungu akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Muhammad, usiwe na wasiwasi wewe nenda, maanake zilipunguzwa zikawa swala tano. Akaambiwa nenda, lakini kwa kila swala atakayoiswali umati Muhammad, basi ajue likulli salatin ashrun, kwa kila swala inahesabika ameswali swala kumi. Kwa hiyo akiswali swala tano ni sawa mtu ameswala, ameswali swala zile zile hamsini ambazo ambazo Mwenyezi Mungu aliziweka, basi kwa kuwa ni kadari yake ilishahukumu alizipunguza swala hamsini, lakini ujira na utaratibu na fadhila ziko pale pale. Mtu kwamba anaswali swala tano, lakini anahesabiwa kuwa yeye ameswali swala hamsini. Kwa hiyo linalotakiwa kwa Mwislamu azingatie na kuangalia mustakbali wake na mazingira yake, yeye yukoje na swala lakini yeye na familia yake familia yake ikoje na swala? Hili inapaswa kila mmoja atazame na aangalie kwa umakini, ili asije akakosa fadhila hii, kwa sababu ibada zote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa Mtume Muhammad sallallahu llahu alaihi wasalam hapa duniani, lakini swala kwa utukufu wake na ni kwa sababu ni jambo ambalo

na kutaka ziada ya rehma na aman zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wakati mtume anakaribia kuondoka duniani akiwa anaumwa sana, ilifika mahala ikawa anapoteza fahamu, baadaye anazinduka lakini ilikuwa akizinduka alikuwa akisema as-salah, as-salah, wama malakati aymanukum. Alikuwa akiwaambia waliomzunguka jamani, Allah, Allah, na swala jitahidini sana, msiache kuswali. Lakini si nyinyi tu, wama malakati aymanukum, na vile ambavyo vinamiliki mikono yenu ya kiume. Hapa mufasirina wametuambia maana yake mke, watoto, na wale wote ambao wanategemea huduma kutoka kwako, hawa lazima useme nao. Bali wamekwenda mbali, baadhi ya mashekhe wakasema hata wafanyakazi wako iwe ofisini au nyumbani, lazima uambie habari hii. Jamani, Allah, Allah na swala! Huu ni wasia mkubwa kabisa, pengine angeweza kuhusia kitu kingine, kwamba jamani, mimi naondoka msikiti wangu namwachia fulani, maana yake alikuwa nao msikiti. Angeweza kusema hivyo, jamani, mimi naondoka, kuna fulani ana haki yangu, jamani, hivi. Angeweza kusema hayo lakini alikuwa ana maumivu makali sana lakini alikuwa akisema, as-salata as-salat, swala. Jamani, jitahidini kuikamata swala mpaka akawa anaondoka duniani. Wasia wake mkubwa wa mwisho ilikuwa ni swala. Kila mmoja ajitazame yeye na swala, mahusiano yake yakoje? Ukiwa na mahusiano mazuri ya swala, maana yake una mahusiano mazuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu akatueleza kitu katika Suratul Mudaththir aya 40 mpaka 43, kwamba Mwenyezi Mungu anasema katika aya 41 Mudaththir mpaka 43, anil mujrimin, akielezea kuhusu watu ambao wamefanya makosa. Mungu anaeleza kabisa leo kwamba hali itakuwa hivyo siku hiyo, watu wataulizana, wataulizwa watu wabaya, ma salakakum fi saqar, jambo gani ambalo linakupelekea ninyi kuingia katika adhabu hii ya moto unaoitwa saqar? nini hasa Watakaulizwa watajibu, qalu lam naku min almusallin, sababu ya kwanza kabisa ambayo sisi inatupeleka motoni leo, sisi tulikuwa hatuswali leo. Watu wanaulizana mtaani, kwani kama mtu hukuswali ndio utakuwa utaadhibiwa au ndio? ndio utaenda motoni? Inawezekana wewe unaswali na mimi si swali mimi nikienda peponi. Haya ni maneno ambayo ni ya kahawa, katika majlisi ya kahawa ndio wanazungumza hivyo watu lakini mazungumzo ya la kisheria Mwenyezi Mungu keshaweka wazi kabisa, watu wa kama hawataki kuswali basi wasubiri adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutengeneze mahusiano mazuri na swala ndiyo mahusiano mazuri na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumwombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe katika haya. inna Allaha wa malaaikatahu yusalluna ala nabi